Ila kumbe hilo jagi kuna mtu ukimpelekea analitumia si ndio? Yeah. Inawezekana pia labda nikawa nina nina nguo ambao mimi naitumia. Mm. Ah, mimi siitumii kwa sasa hivi. Yeah. Lakini kumbe kuna mtu ukimpelekea anaenda anafanyaje? Anaitumia. So. Yes, yeah, so kuna baadhi ya watu pia wameshanipatia baadhi ya vitu na nini? Kwa hiyo mimi leo nilikuwa nimeenda kule kutalii kidogo na nini kule mapangoni kule ehe. Hey. Lakini pia kwenye begi hapa nina nina nguo nguo chache ambazo kuna baadhi ya watu wamenipa. Mm. Kwa nikasema yeyote ndakai kutana naye mimi ndampatia mm, hey, hey. Kwa nilipokuwa napita hivi nikasema okay, nimekuona wewe nikasema basi kama vipi, ngoja mimi ndakupatia, utajua mwenyewe kama utazitumia wewe, utazivaa mwenyewe. Ila kuna baadhi ya watu ambao wanapenda sana ku, kuona pia watu wengine pia nao wanakaa vizuri, wanapata vyovyote. Mm. Ni vile tu sijapata kitu kingine chochote, ila hata kama TV ningekuwa nimepewa, mm, basi wenda ningekupatia. Sawa sawa. Yes. Kwa hiyo hapa vitu ambavyo vipo kwa leo mm na nguo lakini sasa cha, cha kushangaza ni kwamba ama cha ajabu ni kwamba mi sina nani, sina mfuko sasa. Sijajua we mfuko tutawekea wapi. Ninataka nikupe tu, then wewe utanunua hata mfuko wowote. Nitakupatia hata mia tano hapa, utaenda kununulia mfuko mkubwa, utawekea. Sawa, tajiri ya we bwana. Kwa waga tunakutana, tunakutana tu na watu wowote, inawezekana labda Uka nani inawezekana labda wewe mwenyewe ukaa huko nyumbani, kuna watu unajua kabisa bwana, hata nguo huyu bwana mtu hana achi, kitu ambacho tumepewa sasa hivi hana. yeah, mwenyewe mm. yeah, hapa mia tano utan utanua yeah, mfuko yeah. He, lakini nguo bwana, si kwa kweli nyingi, nyingi, nyingi wametupatia. Sawa tajiri mm, so, so. yes, yes. Yeah. Sawa, kwa hiyo hizi zote bwana mimi nakupatia. Yani, kuna watu hizi wangeenda kuzifanyia tambala deki, kwa hiyo waga tunaongea nao yeah kwamba bwana, kama una chochote wewe wewe, tupatie tu sisi, tutawapatia watu watu, kuwako wengi sana, wenye, wenye, wenye, wenye kutaka hivi vitu, so sawa. Yes, hapa hamna neno, naam, pamoja. Ah, sawa sawa sawa, hii hapa na hiyo hapa, nawachukua sawa. hmm. Yes, sawa, so wala hamna shida, so kwa hiyo hey. Uh, binafsi kwanza na nashukuru hata kukutana na wewe yeah. mi nimekupatia kwa hiyo bwana yeah. We mwenyewe pia kama unaweza ukaombea hao watu waliotoa basi ni juu yako wewe, lakini yeah, cha msingi waki, wakitoa zaidi yeah. watu wengine pia zaidi wanapewa. Ana, sawa jamani sawasawa e, basi sawa, shukrani sana, mi sina mengi sana, ubarikiwe sana, ubarikiwe sana. Haya, sawa sawa, mi ngoja niende nyumbani ndio nikapumzike, za nishachoka. Kwa kutana moyo huo. Asante sana mkuu. Ubarikiwe sana. Haya. Wewe yote